Yes, kulikuwa kuna maswali mengi juu ya kikosi cha Stellenbosch, kutoka Afrika Kusini kinakuja lini kitaingia Tanzania muda gani na itakuwaje na maswali haya kwa asilimia kubwa yana faida kwa waandishi wa habari ambao wanatoa update, wanatoa taarifa juu ya kuingia wa hizi klabu za kigeni katika ardhi ya Tanzania. Sasa utaratibu au utamaduni wa timu nyingi kutoka Afrika ya Kaskazini, zile timu kutoka katika mataifa ya Kiarabu, wamekuwa na utaratibu wa kuandika au kuchapisha machapisho katika mitandao yao ya kijamii na platform nyingine mbalimbali mbali, kwamba wanakwenda katika nchi husika tarehe fulani na idadi ya kikosi nyota watakuwa fulani na watafika muda fulani, pengine watakapofikia watafikia wapi. Huo umekuwa kama uh, utamaduni wa timu nyingi za Afrika Kaskazini, lakini kwa timu hii ya Stellenbosch imekuwa tofauti kabisa. Uh, ikumbukwe timu hii imetoka Afrika Kusini, lakini kuna kitu wamejaribu kukikimbia wamekimbia presha ya Simba ndani ya jiji la Dar es Salaam. Yani wanaonekana ni pressure resistant, wanaepuka kupokea presha kutoka kwa mashabiki. Kama wataipata presha, basi waipate siku ya mechi pale uwanjani. Kwa namna gani nasema hivi? Mpaka jana usiku ilikuwa haijulikani Stellenbosch wataingia katika ardhi ya Tanzania lini na muda gani, lakini uh, wameingia saa tisa kamili za usiku katika jiji hili la Dar es Salaam, airport ya Mwalimu Nyerere. Na baada ya kufika pale, wakafanya utaratibu wote wa ukaguzi. Baada ya hapo, wakalazimika kuingia katika ndege nyingine, wakaunga moja kwa moja na kwenda unguja kule Zanzibar ambako mchezo utapigiwa. Maana yake ni nini? Maana yake wame escape kuka Dar es Salaam hata kwa muda mfupi tu, kwa sababu ya kuescape pressure. Kumbukwe hii ni timu ndogo tu kwenye kandanda ya, ya, ya, ya Afrika. Kwa hiyo kuna presha wanazikimbia, na hivi ndivyo ambavyo walifanya pia hata walipoenda kucheza na klabu Zamalek ya kule Misri, ilikuwa taarifa zao nyingi wamezizuia, wakaja tu kushtukiwa wameshaingia Misri tayari. Lakini uh, baada ya kufika ndani ya uh, visiwani Zanzibar, ikafahamika kwamba wamefikia katika hoteli ya Park Hyatt ambayo inapatikana maeneo ya Shangani, Stone Town, Zanzibar ni hoteli moja kubwa ya kisasa yenye hadhi ya nyota tano ambayo inaangaliana na bahari na hii ni miongoni mwa hoteli bora kabisa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kufikia pale kuna watu wangeweza kujiuliza maswali. Kwa nini timu ndogo na changa kama hii inafikia katika hoteli kubwa kama hii ya Park Hyatt? Na hilo jibu lake ni rahisi tu, kwa sababu timu hii nyuma yake kuna mwamba mwenye fedha nyingi kwelikweli Afrika Kusini yote, anaitwa Johan Ruperts. Huyu tycoon ndio yuko nyuma ya hii timu, ingawaje hausiki moja kwa moja, kwa maana ya kutoa fedha zake kwenye masuala ya kiusajili. Ametengeneza structure ya timu kuchukua uh, product za pale Cape Town, kutengeneza wachezaji vijana kwa ajili ya kucheza kwenye uh, senior team, lakini uh, kuna namna moja au nyingine amekuwa akiispoti hii timu kwenye baadhi ya mambo, ikiwemo usajili ambao umefanyika katika dirisha dogo hapa la kujazia nyama, kujazia nguvu kwenye kikosi chao ambacho kinashiriki michuano ya kimataifa. Kama haitoshi, hizi logistics za safari, ikumbukwe, klabu nyingi za Afrika kupata fedha zenyewe ambazo zinatosha kufanya safari kama hizi kubwa ambazo zinahitaji fedha nyingi imekuwa changamoto. Kwa hiyo wakiwepo mataikuni kama hawa, ndio wana support timu kuweza kufanya safari zao na kufikia kwenye hoteli kubwa kama Park Hyatt ya pale Zanzibar. Kwa hiyo lugha nyepesi ambayo anaweza kuisema ni kwamba Stellenbosch wamefanya umafia, wame escape presha, mpaka sasa hivi wamefanikiwa, kwa sababu hata ukiangalia katika mitandao ya kijamii, kwenye vyombo vya habari ukuti story ya, ya Stellenbosch kupokelewa na waandishi katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere, lakini hata kule Zanzibar walipofika, hii story haipo kwa kiwango uh, cha story nyingine za timu nyingine zinapokuja katika ardhi hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo Stellenbosch wanaonekana wamekuja kimkakati kweli kweli, ingawaje tayari viongozi wa Simba wameshawapokea na structure yao ya mazoezi. Mazoezi watafanya leo nje ya viwanja vya Amani. Kumbuka, uwanja wa Amani kuna uwanja mkuu alafu nyuma kuna viwanja vingine vidogo. Kwa hiyo watafanya mazoezi katika vile viwanja vidogo vya kule nyuma, na mamlaka itatangaza rasmi waandishi wa habari wanachotakiwa kukifanya kwa maana ya, kwenda ku, kwa maana ya presi ya kuelekea mechi kati ya kocha pamoja na, na, na, na, na mwakilishi wa wachezaji wengine kwa maana ya timu ya wachezaji. Sasa basi, baada ya kufika Zanzibar, maisha yanaendelea kule Zanzibar, lakini tunatarajia kupata ripoti nyingine ambazo tutakuja kuziweka hapa kwa ajili ya kupata kilicho bora kabisa. Usikae mbali na jukwaa hili. Kama haitoshi, hii ni nusu fainali ya pili kwenye historia ya jamhuri, kwenye historia ya Zanzibar, kwenye michuano ya kombe la shirikisho, hatua ya nusu fainali Hebu niweke vizuri hii, kwa mara ya pili Zanzibar ina hosti nusu fainali ya michuano ya CAF. Mara ya kwanza ilikuwa uh, nusu fainali ya kombe la CAF mwaka 1995 ambayo klabu ya Malindi ilicheza dhidi ya Etoile du Sahel na Malindi ilishinda hapa bao moja kwa sifuri. Mchezo wa pili ambao ulikwenda kuchezwa uh, kule Tunisia klabu ya Malindi ilipoteza bao moja kwa sifuri kwenye changamoto ya mikwaju ya penalti Etwadu Sahel ikenda hatua inayofuata kwa maana ya hatua ya fainali. Kwa hiyo hii ni mara ya pili kwa Zanzibar kuhosti hatua hizi za nusu fainali ya michuano hii ya CAF na hili ni kombe la shirikisho Afrika. Stellenbosch uh, wapo Zanzibar, hoteli waliofikia ni kubwa, namna ambavyo wameingia inaonyesha ni namna gani wamejiandaa. Kuna notice wanajaribu kuifikisha kwa Watanzania. Ikumbukwe uh, ardhi ya Tanzania, klabu miongoni mwa klabu zenye nguvu kabisa ni Simba Sports Club. kwa hiyo kama wangefika uwanja wa ndege wa mwalimu Julius Nyerere alafu wangetaka kukaa Dar es Salaam, angalau kwa udogo, na wakiwa wanajua kwamba hii ndio bezi ya Simba, pengine wangepata presha kubwa. Hivyo basi walichokifanya ni kuunga moja kwa moja na kuondoka ni namna tu nzuri ya wao kujiandaa na mchezo kisaikolojia ili wasije kuathirika. Sasa huko walikoenda, kwa maana ya Zanzibar, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni hii, hii moja, kwa maana hadi Zanzibar, na kuna mashabiki wengi wa Simba ambao wako Zanzibar. Kwa hiyo ambacho wamekiescape Dar es Salaam wanakwenda kukutana nacho Zanzibar, lakini dakika tisini za mchezo zitakwenda kuamua. Na ikumbukwe Simba amekuwa na rekodi nzuri kabisa katika michuano hii ya kombe la shirikisho Afrika kwa ushiriki wake. Kwenye session iliyopita ya video tulizungumzia mechi kumi ambazo Simba wamecheza katika uh, hatua hizi, katika michuano hii ya shirikisho na zote wameshinda, yaani asilimia mia ya mechi zao wameshinda. Sasa hii ni changamoto nyingine mbele yao dhidi ya Stellenbosch. Itakuwaje? dakika tisini zitaamua, lakini so far Stellenbosch wameonekana kutuonesha picha tofauti, na Simba wanatakiwa kustuka kwamba hii timu inaonekana imejipanga ndani na nje ya uwanja. Itakuwaje? tukutane Amani Complex Zanzibar. mimi ni Kilo Finest gari umzinga, na hii ni Mzinga Sports. usiache kusubscribe, kucomment, kulike na kushare.